Yesu, kwa jina la Yesu. Roho za kishirikina, roho za kichawi na neno ya laana yaliyotamkwa hapa sisi. Na vunja kwa jina la Yesu right now. Katika jina la Yesu anatometalia. Maneno ya laana yaliyoandikwa kwenye kitapa, yale maneno ya laana yaliyoandikwa kwenye vitambaa vya kundu, yale maneno ya laana yaliyoandikwa kwenye vitambaa vya ushi. Kwa damu ya mwana kondoo. Na futa kwa damu ya Yesu anatometalia. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, nafuta nafuta, naona maneno ya laana yaliyotamkwa juu yako, yaliyotamkwa juu ya ndoa yako, kwa damu ya Yesu alia, nafuta kwa damu ya Yesu. Shetani sikia, hautasimama juu ya hii ndoa, hautakontroli hii ndoa kwa, kwa damu ya Yesu, ninamfuta mume wako mahali kokote aliko kwenye ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu wa Nazareti, nitalia kwa damu ya Yesu Chod yote alicholishwa chale alizochanjwa kwa siri kwa damu ya Yesu alia navunja katika jina la Yesu. Na haribu uchawi, na haribu uchawi, na haribu uchawi. Uchawi wa bibi upande wa mumeo ninavunja wa uchawi nina haribu kwa damu ya Yesu ninapasua, ninapasua, ninapasua, ninapasua kwa jina la Yesu, achia, achia, achia, achia vile vifundo vilivyofungwa, vile vifundo vilivyofungwa. Waliokaa kwenye mangojeo wanasubiri uharibikiwe, wanasubiri uharibikiwe, hautaharibikiwa kwa jina la Yesu wa Nazareti. Alia, popote utakapokanyaga, kuwe na mtego wowote uliotegwa, iwe ni kwenye chakula, iwe ni kwa namna yoyote, kukanyaga nyayo zako kwa jina la Yesu wa Nazareti. Alia, kila ufalme wa giza unaoshindana na maisha yako na kile ambacho Mungu ameweka ndani yako, napiga kwa damu ya Yesu, nafunja kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kile chumba kinachotumika kwa ajili ya kupamka maneno mabaya juu yako, kile chumba cha siri kinachotumika, ninakiwasha moto, ninakiwasha moto, ninakiwasha moto, nawasha moto, nawasha moto. Ninasafiri kwenye ulimwengu wa roho, ninaingia kwenye hicho chumba, na pasua hicho chungu, na piga, na piga, na piga, na piga, napiga, na piga kwa jina la Yesu. kuwashinda maadui zako wanaoshindana na wewe kwa siri au kwa wazi, pokea uwezo ukawashinde, kwa jina la Yesu, ukawashinde kwa jina la Yesu. Waliokalia vyungu wameandika jina lako, wakaandika wakaweka kwenye kile chungu, ninakipasua kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, unachomoka unachomoka kifuniko chochote kisichotoka kwa Bwana. Ole wao waliofunika kifuniko kisichotoka kwa Bwana juu ya maisha yako. Ole wao, natangaza uharibifu kwenye kambi ya adui. Natangaza anguko kwenye kambi ya adui. Natangaza mauti kwenye kambi ya adui. Kila aliyeshindana na hatua zako, kila aliyeshindana na hatua zako katika jina la Yesu anaanguka na kupigwa, anaanguka na kupigwa kwa jina la Yesu. Sema maneno haya, sema, tangu sasa ninasimama kwenye ulimwengu wa roho kama mshale wa moto kwenye kambi ya adui kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ninawashinda maadui zangu kwenye ulimwengu wa roho. Adui wa ndoa yangu, ninakushinda kwenye ulimwengu wa roho, ninakupasua. Nitasimama kama mshale wa moto, nitatoka katikati ya mtego wako, nitatoka katikati ya mtego wako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaivunja mauti ya mapema, mauti ya mapema ninaikataa mauti ya mapema, ninaikataa sitatolewa kafara. Ninakataa mauti ya mapema juu ya ndoa yangu, ninakataa. Sitakufa, nitaishi, sitakufa, nitaishi kwa jina la Yesu. Tangu sasa, Bwana apigane na maadui zako, hautainamishwa tena hautainamishwa tena, hautaishi kinyonge tena. Inuka mwanangu, ninakupa uwezo. Inuka mwanangu, ninakupa uwezo, ninakupa uwezo, ninakupa yeah! uwezo kwa jina la Yeshua ya. Inuka mwanangu, hautaishi kinyonge, inuka inuka.

Pokea nguvu, binti yangu, usijizuie. Ipo nguvu juu yako na iona kubwa. Ipo nguvu juu yako na iona kubwa. Ipo, ipo. Pokea chochote chakula ulicholishwa ili kuziba masikio ya kiroho. Kwa jina Yesu, ninakutapisha. Nakutapisha. Nakutapisha. Nakutapisha. Nakutapisha. Nakutapisha. Kile chakula ulichopewa kwenye ale malango

Binti yangu, kuna nguvu kubwa unaizuia, kuna nguvu kubwa unaizuia, usizuie. Yachilie mbele za Bwana. Yachilie mbele za Bwana. Yachilie mbele za Bwana. Ipiga roho ya Izebeli. Roho ya Izebeli. Roho ya Izebeli. Roho ya Izebeli. Roho ya Izebeli. Ninaipiga roho ya Izebeli iliyofukia kipawa cha unabii kwa sababu ya mapito, kwa damu ya Yesu aliyehai kwa jina la Yesu, hiyo huduma imewekwa pangoni, kama vile Obadia aliwaficha wale manabii mapangoni, na walikuwa wanamtabiria nani kule mapangoni? Ah, inuka uangaze nuru yako imekuja, inuka uangaze nuru yako imekuja. Hautakuwa mmoja wapo wa manabii waliowekwa mapangoni ili washindo kutabiri na kumuonya Yezebeli juu ya tabia ya uchawi. Inaipiga yo kibari chako kirejekwa chiaisi tenga muda minta wa kumtafuta Mungu wewe binafsi, tembea na Mungu wawili kama Henoko alivyotembea na Mungu, wawili tu, wawili tu, wawili tu, ikawe kwako, ukaisikie sauti ya Roho Mtakatifu, ukaisikie sauti ya Roho Mtakatifu. Unyenyekevu umeonekana kwako, unyenyekevu umeonekana ndani yako. Pokea nguvu ya uwezo thawabu ya unyenyekevu, uipokee, uipokee. Hakuna atakayezuia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, naomba unisaidie, ifundishe nafsi yangu kupokea taarifa za kimbingu na mimi kuziwakilisha kwa kanisa lako. Ee Bwana Yesu, ifinyange nafsi yangu, nafsi nafsi ifinyange, ewe nafsi yangu, uwe na uwezo wa kupokea taarifa kutoka barazani pa Mungu, barazani pa Mungu, barazani pa Mungu. Roho Mtakatifu nifundishe, nifundishe zipokea hizo taarifa kutoka barazani pa Mungu, pa Mungu. pa Mungu. Roho Mtakatifu atakuchukua, atakupeleka mpaka kwenye baraza la Mungu, atakupa taarifa za watu hata wale ambao wameanguka dhambini Roho Mtakatifu atakupa taarifa zao, atakupa taarifa zao, ila mwambia Bwana, naomba unisaidie nafsi yangu kuweza kupokea. Upewe ujasiri, upewe ujasiri, usiogope kuwa ndani yetu. Kwa nini unatakiwa kuwa ndani yetu? Kila aliyempokea Yesu Kristo ana utukufu wa Mungu unaomkalia juu yake. Utukufu wa Mungu ukiondoka juu ya mtu, ile asili ya kimungu haionekani ndani yake, ule uweza wa Mungu hauonekani ndani yake. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Mtu anapozaliwa au mtoto anapozaliwa, kila mtoto ananyota au kila mtu aliyezaliwa ananyota. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ana nini? Ana nyota. Nyota huwa inatambulisha mtu kuwa ni nani. Nyota ilimtambulisha Yesu Kristo kwamba ni nani. Na ndio maana walipoiona Herode akaanza kuhofia nafasi yake. Kilichofanyika, Herode anapohofia ile nafasi yake kwamba aliyezaliwa sasa huyo aliyezaliwa kumbuka, walikuwa hata hawajamuona, isipokuwa nyota yake ndiyo iliyoonekana. Ilipoonekana nyota, wale mamajusi, yaani waganga, niseme waganga wa kienyeji na wanajimu wote, wanafahamu mtoto akizaliwa, wanajua kabisa huyu mtoto ana kitu fulani. Shetani anajua huyu aliyezaliwa huyu, kuna kitu amekibeba kwa hiyo anachokifanya tangu saa ile ambayo huyu mtoto amezaliwa, anaanza kuwindwa na shetani. Sio tu anawindwa yeye vile jinsi alivyo, kile ambacho Mungu ameweka ndani yake kinaanza kuwindwa. Saa hiyo Herode akaona kwamba Yesu amezaliwa ni mfalme, kumbuka walikuwa bado hawajajua, hawa mamajusi hawa wataalamu wa nyota hawa walipoona ile nyota imebeba nini? Yaani, nyota yako ndiyo inayotambulisha kwamba wewe umebeba nini. Akasema, nendeni mpeleleze, peleleze yuko wapi huyo aliyezaliwa. Usifikiri alikuwa anawaambia wapeleleze kwa sababu naye anataka aenda akamsujudie. Maana ile nyota ilikuwa inamtambulisha Yesu amezaliwa, ni mfalme sasa. Herode, kwa sababu alikuwa hajui amezaliwa ni mfalme wa duniani au ni mfalme gani, akawa anahofia. Maana yeye wakati huo ndiye mfalme, alafu inatokea nyota kwamba kuna mfalme tena amezaliwa, maana yake ufalme unahama Herode. Sio ukoo Herode, ni cheo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa akawa anahofia kwamba maana yake mimi ninaondolewa kwenye hiki cheo au kwenye hiki cheo, sasa amepatikana mtu mwingine. Lengo lake la kutafuta na kupeleleza habari za mtoto lilikuwa ni kwamba kwa sababu anataka kumuua, na kwa sababu kile kilichopo ndani yake kinaishi ndani ya mwili, kwa hiyo angeua mwili, maana yake kile kilichoko ndani yake kisingekuwa na uwezo wa kufanya kazi, kwa sababu kinatakiwa kuishi ndani ya mwiri. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio maana Elisha alipokufa, unajua Elisha alikufa na upako eh? Wakati mwingine inawezekana alikufa na upako kwa sababu hakuona mtu kumwachia, akaona yote ni mamboa mwitu, akiachia ni changamoto. Na hata leo makanisani kuna wakati tunapata shida kwamba, hivi mimi umri wangu huu naokwenda, nani ninayemwachia kijiti? unatafuta kanisa zima huoni. Elisha akajifia na upako wake. Watu wanatoka zao wanaenda kuzika, kumetokea fujo na vita, wakabwaga maiti kwenye kaburi la Elisha. Kumbuka amekufa ni miaka mingi, ule upako aliokufa nao unafufua ile maiti. Huduma au vipawa vinaishi ndani ya miili, ndio maana ukifa huwezi kuona mtu mwingine ambaye hajapewa yale maono anayaendeleza. Hata kama atawekwa, lazima kuna kitu ambacho atakianzisha cha kwake. Kutembea kwenye maono ya mtu aliyeanzisha ni changamoto sana, kwa sababu hujui huyu alikuwa anatembeaje kwenye yale maono. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa wana wa Israeli tumesema ya kwamba utukufu au Sayuni ni utukufu wa Mungu uliokuwa juu ya wana wa Israeli, ndio maana wanaposema tulipoikumbuka Sayuni tukalia sana. Maana yake walijitazama hali zao za kiroho na mwanzo na hivi walivyo sasa, wakawa wanalia tu. Jana yani, nimezungumza ingawa nilikuwa nimezungumza kwa haraka nakumbuka kabisa kwamba nilizungumza kwa haraka. Watu wengi leo ndani ya kanisa, mtumishi wa Mungu, tena sio watu tu, washirika na hata wale tunaowadhania ni watumishi wa Mungu wakubwa, wamebaki wanasimuliana kwamba wakati ule, we unafahamu, wakati wa akina Mwakiteka tulikuwa tunaimba nyimbo mapepo yanatoroka. Kwa nini huwo wakati wa akina Mwakiteka lakini sio sasa? Maana yake kuna mahali tumepungua, maana yake kuna mahali hapako sawa. Ili tuweze kurudi pale kwa akinaMwakiteka, ni nini ambacho kifanyike? Tukikumbuka zile nyakati ambazo Mungu alisema na sisi, kumbuka hawa wametekwa, alafu wale waliowateka wanaanza kuwadhihaki Tuimbieni baadhi ya nyimbo za Sayuni, zile nyimbo za wakati ambao mlikuwa mnatembea na Mungu. Wanaimbeje? wako kwenye nchi ya utumwa. Hata kama wataimba zile nyimbo, zitakuwa na ladha kama Sayuni au utukufu wa Mungu umeondoka juu yao? Je, wataimba zile na matokeo Haziwezi kuwa na matokeo. Anasema, tulipoikumbuka Sayuni ndipo tukalia sana. Watu wengi leo tunakumbuka namna ambavyo Mungu alisema na sisi, namna ambavyo Roho Mtakatifu alituelekeza na tukayachukua maelekezo tukaweza kuyafanyia kazi. Leo kwa nini hatusikii? leo kwa nini hatuoni ile nguvu ya Mungu iliyokuwa inatembea kwenye maisha yetu? Watumishi wa Mungu walikuwa wanaogopa, wanaogopwa. Watumishi wa Mungu walikuwa hawadharauliwi. Leo washirika wanadharau watumishi wa Mungu, na hasa wakati mwingine washirika wakimzidi kipata mchungaji, ndio wanaona mchungaji hana chochote. Lakini hawa watu ndio watu wanaolia usiku na mchana kwa ajili ya hawa watu, lakini hakuna heshima, yaani wanakuona kama umekaa shida fulani unahitaji kusaidiwa. Ule utukufu uliokuwa juu ya kanisa haupo. Watu wanaweza wakakaa kanisani, mtu amekaa na uchawi miaka nenda, amekaa nao kanisani. Ukianza kukemea dhambi ya uchawi maajabu na matukio yanayoshangaza duniani. Ukikemea wachawi, ukikemea wazinzi, na wazinzi na wachawi nao wanainuka na, na kushangilia, tuambie tupone. Haya ndio maajabu yaliyoko ndani ya, ya kanisa. Anajua kabisa kwamba mimi kazi yangu hapa ni kufyonza nguvu ya madhabahu. Ametulia, amenyamaza kwenye kiti kama hayupo. Yuko wapi yule Roho Mtakatifu ambaye Anania na Safira walipoingia pale malangoni wakiwa wamedanganya? Lazima tukubali ukweli. Lazima tukubali na ili tuweze kutoka mahali tulipo, lazima tumwambie Mungu tumegundua kabisa kwamba sisi kuna mahali tumepoteza. Tunataka kurudi kwako utusaidie. Mimi nimemwogopa Mungu sana. Sijataka kukazia swala uliokuwa unasema mtumishi wa Mungu, sijataka kukazia. Jana nimekuambia tusiwe wanafiki. Sisi ni watumishi wa Mungu na kama tutakuwa tunaongea uongo madhabahuni, Mungu atatupiga. Jana nimetoka kuongea na huyu Nika mama, nikamwambia mama, baadhi ya watoto wako hapo kanisani wana roho ya ujuaji. Sikusema na wewe tunapandisha hapo juu, nimezungumza jana, kinachowaponza watoto wako wengine, roho ya ujuaji Ninamwogopa Mungu anapokuja, Ye, uende, yeye alisahau, mimi siwezi kujua. Sisi ni watumishi wa Mungu tunaongea vitu vingi, lakini jana nikamwambia, nilipotoka hapa madhabahuni, tunapandisha kwenye hicho kilima, nikamwambia mama, kuna watoto wako, roho ya ujuaji inawatesa wasifike mahali ambapo Mungu amepakusudia. Bwana Yesu atusaidie sana Bwana Yesu atusaidie. Hakuna kitu kibaya, unajua Mungu yuko hivi, Mungu akiona watu ni wajuaji, anawaacha alafu aone mwisho wa ujuaji utakuwa ni wapi. Mungu anakaa pembeni Sasa hivi kila mtu ni mwonaji. Sasa hivi kila mtu ukianza kumwambia mtu mtumishi wa Mungu, unajua kuna jambo moja nimeona moja mbili tatu, anasema alafu najua wiki mbili zilizopita kulikuwa na moja mbili. Yaani jambo kama hili, roho ya ujuaji huenda kwenye yale mazungumzo. Mungu anataka kumponya ila ametangulia mbele. Akishakwambia kwamba wiki mbili zilizopita tulikuwa na jambo kama hili, kuna chochote unaendelea kuongea? Shetani amekuwa ni mjanja ameingiza roho ya ujuaji ndani ya watu ili wasitoke kwenye vifungo walivyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mnataka mafundisho ya kulukaluka leo hayapo. Tutoke mahali tulipo, na kesho tunaomba nguvu za Roho Mtakatifu tujazwe kwa upya. Kuna watu watatoka kapa hapa hawatajazwa kwa sababu ya roho ya ujuaji leo. Kubali Mungu akufinyange. Nina wimbo wangu mmoja nimeutunga, japo mi sio mwimbaji, mili atanisaidia. Ninawimba nimesema, Bwana naomba unifinyange, maana mimi ni chombo cha udongo mikononi mwako. Uchunguze ndani yangu, uone kama iko njia